Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja. Ile tumekataa kabisa kabisa ni siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi na migawanyiko. Tuko pamoja jameni. Kuna viongozi katika maono yao, katika vichwa vyao, they never see anything good in Kenya. Wanaongea maovu kuhusu taifa letu wanaongea mabaya kuhusu taifa letu, wanatutabiria maovu katika taifa letu. Hawa ni watu ambao wanataka kuroga taifa letu. Sisi tunawaambia Kenya is a great country, Kenya is a blessed country. Hii nchi itabadilika na tutasonga mbele kama watu wa Kenya. Hatuwezi kwenda barabara yenu ya ukabila na chuki na ubaguzi. Sisi tunatembea barabara ya kuwa pamoja, ya kuungana, ya kushirikiana, ya kufanya kazi pamoja na ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele.